Onantelaikwanchina ila jina maarufu direkta Kwanchina. Uh, mi naezasema nashukuru sana kwa mafunzo aayo inayapata kutoka kwenye bodi ya filamu imenipa mawanda makubwa sana yauelewa pia chengine naishukuru joa ambayo imehamini imezamini wakufunzi kutoka bodi ya filamu. Hapo mwanzo nilikuwa naamini kwamba naweza kila kitu kwenye masuala ya filamu, lakini kwa mafunzo haya ambayo nimepata yamenifundisha kwa mawanda makubwa, kwa upana mkubwa. kwa sina cha kuongea zaidi ya kusema na shukurani wote ambao wamehusika kutuandalia haya mafunzo. Kupata watu wa bodi ya filamu kuja kusimamia sisi Yani ni kujivunia kikubwa sana kwangu na kupata mafunzo ambaye amenipa uelewa mkubwa na no kubwa. Nashukuru kweli kwa mafunzo, sina chengene cha kuongea chochote zaidi ya kusema asanteni sana, ambao wote mehusika na kukuletea wao na inaitwa soft life, unaweza kaandika ndondele. Hiyo ni chaneli ambayo masuala ya filamu tapata vitu vyote vikali, nondo zote kali, na kwa sababu nimepata mafunzo na mimi nitaleta mi chuma juu ya chuma.